Assalamu alaikum wa barakatuh. Uh, leo tuko katika ulimwengu wa teknolojia ya sayansi na teknolojia, na leo hii uh, tunaona uh, tutaona jinsi ya kutengeneza pampu ya kusukumia maji. Tunaanzia, tukiwa tunaanzia katika hatua ya kwanza tutaona jinsi gani tutakavyokuwa tunaiunda. Mtangazaji wako ni mimi Haji Omari wa Darul Hekma TV. Dawa hatua ya kwanza tutachukua uh, kibati na kikopo ambacho kifiniko cha raundi, kuweka alama, kisha tutachukua bikari na penseli kuchora duara lile, kwa lengo kuu kuweza kupata kibati ambacho kitakuwa kiko raundi. Kisha tutachukua mkasi, utakata taratibu kabisa Hakikisha unakamata kwa makini, ili kibati hicho kisije kukata. Baada ya kukata kibati roundi, utachukua tena mkasi wako utakata vibati vingine vipande vidogo vidogo. Lengo kuu ya kutengeneza vibati hivi ni kuweza kwenda kupata feni ambayo itaenda kwenda kusukumia yale maji na hivi bati utavigandisha kwa kutumia super glue. Ni kitu rahisi sana, ni kusihi nisikilize kwa umakini. Sikilize kwa umakini darasa hili. Nadhani umeviona hivyo ambavyo tayari hapo vimeshagandishwa na vinaonekana katika mwonekano mzuri vikiwa kama feni. Hatua inayofuata itatorua tundu ili kuweza kupata tundu ya kuweza kukamatia mota yangu kwa ajili ya kuzungushia feni hii. Hiyo ni hatua ya pili, lakini bila kusahau kuwa kipindi hiki kinarushwa na Darul Hekma TV. Mtangazaji wako ni mimi Haji Omari ama waweza niita Ibn Sayyid. Nachofuata nitachukua kizibu ambacho ni cha kalamu ambacho kilikuwa imetoboa kwa nyuma, kisha tutaziba ile sehemu ambayo nimetoboa kwa ajili ya kafeni, kwa lengo kuweza kukamatia msumari wa mota hiyo ambayo tunatarajia kwenda kuiweka. Utaikazia eh, ili kuzungusha feni hii, vile vile utaikazia ili uweze kamata vizuri. Utachukua super glue, utainyezia ili kwa lengo kukamata vizuri Baada ya hapo utachukua kifiniko ambacho ikitoboa na kiongeza wana kuongeza ukubwa, ikiwa endapo ukubwa wake utakuwa mdogo. Kisha utachukua mota yako utanyuzia supa glue pembeni, ili lengo kuu kuweza kuweka kifi kizibo hichi, eh, kizibo hichi ili kwa lengo ya kuongeza ile feni. chukua bomba yangu ambayo natarajia kutoboa ili kuweza kumwagia maji. Nitakamatia nani yangu mashine yangu kutobolea, tatoboa tundu taratibu kabisa. Kumbuka tundu hizi nimeenda kuweka kulingana na vipimo, sikazidisha. Ukizidisha itakuwa npaapendezi, nitakiwe tight. Baada ya hapo nitachukua feni yangu ile tachomeka tajaribu kuzungusha, unaona iko vizuri kabisa. Na baada ya hapo nitachukua kizibo cha plastiki, kifuniko cha plastiki cha ambacho nacho nilikitoboa tundu, nacho nitakikata sawa na kizibo kile roundi, kwa lengo kuu kuweza kuweka bomba ambayo itaenda kuchota maji, ambayo nitakonekti bomba hii kutoa kwenye maji kuleta kwenye nanio yetu ya kuzungushia ukubwa hautoshi, nitaongeza ukubwa ili iweze kutiti vizuri bomba hii. Kumbuka bomba hiyo ambayo iko pembeni ni bomba ya sindano. Taisukuma vizuri ili uweze kutiti, lakini bado itakuwa nitaikazia na mashine hii ya kuchomea, ama naweza nikaitakja na ingine tunaita gani, takazia vizuri na gani yetu hii takazia vizuri, ili iweze kutaiti vizuri. Kisha nitachukua plastic wood ambayo ni plastic vizuri. Lengo ni kuweza lengo ni kuweza kuweka mota yetu hii na kuweza kuiconnect vizuri kabisa, taikazia kazia, ili iweze kukaza vizuri kabisa na gani yetu hii kisha nitachukua waya na kisoketi, ama jajigitazakasikaita switchi. Nitachomea gani na swichi hii chomea vizuri kabisa katika zile connect zetu, kwa ajili ya kuweza kusukuma mashine hii, kuunganisha vizuri na wenzetu, lakini hakikisha wawe mwingine wa pili kuunganishi, kwa sababu huu utaenda kwenye battery, utaenda katika uh, connector ambacho kitaenda connect na battery. Taweka wenzetu hapa <laughs> konekti vizuri kisha nitafunga waya zangu katika konekta yetu. Konekta hii waya za kutoka kwenye mota na waya za kutoka kwenye betri zitakutania katika konekta yetu hii. waya zangu taunganisha kwenye betri, tajaribu sisi yangu kuiangalia kama inafanya kazi. Tayari mashine yetu imekamilika. Hii ni mota iliyokamilika, pampu ya kusukumia maji iliyokamilika. nimetumia, nimetumia, uh, nimetumia lakini, hebu twende nikiwa nimetumia mota na hebu tujaribu ya maji. Nimeunganisha bomba nyingine uh, kaunganisha waezangu na betri yangu ndogo ya bajaji. Unaweza kuchukua betri ya bajaji ya betri ya gari au hata ya pikipiki. Nimejaribu kuweta switch yangu, kama unavyoona kwenye picha, maji yanaanza kunyeziwa. Hii ni kama kweli, hii ni teknolojia kweli. Mungu ni mkubwa, ametunikia fahamu. Nasa niishie hapa na huu ndio mwisho subhanaka la shadala ilaila anta nastafiruka wa ilaik. Asante naendelea kuwa nasi, sikose kusubscribe chini ya video hii sehemu subscribe, ili subscribe kupata video nyingine nyingi tu bila kusahau kupata video nyingi tu za dawa nwaiakiislam no, waa alaikum Barakat.